Kwamba hata wacha hata hiyo CBC hata leo tukiuliza, hizi shule tunaziita za secondary za CDF schools ni gani zina maabara? ni gani zina uh, lab? Hiyo siku ya KCSE ndio wanaenda wanaomba hizo equipment, ndio wanaenda wananua na leta test teams, eh, ndio wananunua tu wana leta mm-hmm. Kwa hivyo hao watoto kwanza, hao sasa, like hiyo darasa la kwanza na labda ya pili kwa njia moja nyingine, inaweza kuwa wasted generation, kwa sababu mtu atakuwa aniambiwa alifunzwa hii, lakini vile alifunzwa na kile ambacho alifunzwa ni tofauti mm. Na ndio, na, na, na maybe, sisemi itakuwa. Unakumbuka kuna wakati mitihani ya form 4 ilikuwa inaibiwa sana, hiyo wakati mimi nili, nilikuwa hata nafunza chuo kikuu, unapata mtu ambaye alipata A minus mini grade lakini hawezi ku construct sentence ya Kiingereza. Na si kuwekelea mtu tatizo sana, ni kumaanisha huyu mtoto grade yake ya kawaida ingekuwa D ama D minus, lakini kwa sababu alisaidiwa kuiba mtihani na akaiba, sasa akajipata university lakini awezani nayo. Na hii itakuwa hivi, hawa watoto ni lazima tu atapelekwa through the system But kutakuwa na shida kidogo ya huyu mtu umemwita injinia, huyu mtu umemwita daktari, huyu mtu umemwita hivi, lakini vile alifunzwa na vile alisoma, unaona alikuwa amebakisha hmm. Hajaandalika vizuri. Hajaandalika vizuri. Kuhu. Na hiyo ndio ningesema hivi hmm. Wange serikali ingejua ingepunguza hii percentage, iseme shule zile zitaofa STEM ni zile ambazo zina equipment ya kutosha au wengine warudishwe humanities na warudishwe arts and sports, na tukiendelea, madarasa yajayo yapewe STEM yafanye yote.